Hukumu man raa lhilala wahdahu, hukumu ya mtu ambaye atauona mwezi mwandao peke yake. Hukumu yake ni nini? ni yeye Ramadhani au shaaban ya ishirini na tisa mathalan, katika kuangalia angalia kwake, akabahatika akauona mwezi lakini hakuna mwingine aliyeuona zaidi yake yeye mwenyewe, na kisha akaenda katika vitengo maalum vinavyohusika na kutangaza mwezi, akapeleka taarifa. Alipofika kwa wahusika, ima kutokana na hali yake hawajakubali ushahidi wake wa kuwa mwezi umeonekana au umeandama. Kwa sababu tunavyofahamu mwandamu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani unakubaliwa kwa mtu mmoja, yani akiwa ya mtu mmoja, lakini kwa sharti awe ni mwadilifu, ndio habari yake itachukuliwa. Awe ni mwadilifu. Na mwadilifu maana yake ni mtu ambaye mustaqimun fi dini ni mtu ambaye mustaqimun fi dini, ambaye afahamika ameshikamana na dini yake, iwo sali khamsa salawati vizuri kabisa, anashirikiana na Uislamu katika mambo ya kheri. Na hapa waona kuna umuhimu sana wa mwislamu kujipamba na tabia njema, kuwa ni mwadilifu swali swala tano awe na no, Waislamu katika mambo ya kheri, ili hata ikitokea jambo kama hili siwe ngumu yeye kukubaliwa. Tabaan imetokea sasa, akapeleka ushahidi haujakubaliwa, hukumu yake ni ipi? Je, afunge au asifunge? Kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-sawm al

na kufungua hivyo hivyo pia, mtu wafungue siku ambayo watu wanafungua, si wafungue peke yake. Sasa mtu kama huyu, wanachuoni watuambia, inabidi ikiwa kweli ameuona mwezi kauona kabisa, hakikatan, yani hajatatizika tu katika kutizamatizama, labda aliona vibaya kama vile mwezi kumbe hakuna ameuona, yani akaona na akauona mara nyingi yani. Amekaa muda mrefu kabisa, amehakikisha yule ni mwezi, lakini hakuna mtu aliyeshirikiana naye katika kuona. Kauli ya kwanza ni yeye mwenyewe afunge, yeye kama yeye afunge, lakini asiwatangazie watu, kwa sababu kutangazia watu ni dhamana ya watu wengine ima ni qadhi au ni hakim au ni mufti au vitengo maalumu ambavyo vimeidhinishwa kisheria. Hukumu ya kwanza ni yeye mwenyewe afunge, kauli ya kwanza. Na kauli ya pili hatakiwi kufunga, kwa sababu ni siku ambayo watu hawafungi, lakini hiyo siku yeye itabidi ailipe baada ya Ramadhani kuisha kwa sababu ilithibitika yeye ameuona mwezi, na Allah subhanahu wa ta'ala asema faman shahida minkum ash-shahra faliyasumhu, ambaye mwezi utaingia na yuko nyumbani ni mwenye afya yake iliyotimia hana udhuru wowote afunge. Na huyu mwezi umeingia akauona yeye, inabidi afunge, kwa kauli ni mbili za wanachuoni lakini kauli ambayo iko na nguvu zaidi, wasema wanachuoni hatakiwi kufunga, hatakiwi kufunga, inabidi asubirie siku ambayo watu wote wafunga naye ndio wafunge, asifunge peke yake. Taib, hiyo ni kwenye upande wa kuandama mwezi wa Ramadhani. Kama katika kuandama mwezi wa Shawwal, yahitajia ya mashahidi wawili, mmoja peke yake hatoshi lazima kuwe na mashahidi wawili waadilifu ambao wakiuona mwezi wao wanaweza kupeleka habari katika kitengo maalum kinachotangaza au kwa viongozi tayyib, katika kitabu chetu hapa asema Almuallif rahimahullah taala, alsiyamu fi lugha, funga katika lugha ya Kiarabu, alimsaku ani lsheii

alipokuwa amepewa mtihani kidogo na Allah subhanahu wa ta'ala, wa, wa kuzaa kupata mtoto pasi na kuwa na mume, na ni muujiza huu kwa sababu jamii tayari Allah subhanahu wa ta'ala ashafahamu itamtizama mtizamo wa mshangao, na wapo watakozungumza maneno mabaya kutokana na hili tukio. Allah akampa, akampa utaratibu ambaye ikiwa kuna mtu yoyote utamuona akakuzungumzisha akakuuliza, basi mwambie leo mimi nimeweka nadhiri ya kufunga, mimi leo hii nimefunga, nafunga yangu. falani ukallima alyauma insiyya, sitomzungumzisha mtu yoyote. Ndio ilikuwa liku, funga ya Mariam siku hiyo, kwa kila alipokuwa akiongeleshwa

ila ghurubi shamsi. Funga kisheria ya Kiislamu ambayo inakuja katika mwezi wa Ramadhani maana yake ni kujizuia na mambo yanayofukurisha au mambo yanayofunguza, taabudan lillah, hali ya kumwabudu Allah subhanahu wa taala. Mtu ajizuia, lakini kia ibada si kimazoea min tului lfajr kuanzia kuchomoza kwa alfajir yani alfajiri sadiq, alfajiri ya ukweli, baada ya kuadhiniwa adhana ya alfajir. Ikiwa katika masajidi kuna adhana mbili basi ni ile adhana ya pili. ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Huu ni wakati wa saum, kuanzia kuingia kuingia alfajir mpaka kuzama kwa jua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yapatikana ibada ya funga ya faradhi, ambapo maana yake ni hii. Katika hii katika hii taarifu au katika hii maana, tunapata kuwa som iko na nguzo mbili kubwa, soum iko na nguzo mbili kubwa. wa lisaumi ruknani adhimani aruknu lawwal anniyatu aruknu al awwal al imsak, nguzo ya kwanza ni kujizuia, kama alivyotaja hapa Ashekh rahmatullahi alayhi alimsak ni kujizuia. Hiyo ndio nguzo ya ya kwanza, na nguzo ya pili aniya tu, kuwa na nia. Nguzo ya pili katika saum au katika funga ni mtu kuwa na nia. Taib, alimsak an mufattirat kujizuia na vitu vinavyofunguza. Jambo la kwanza kabisa hapa linalofahamika katika kujizuia ni vile vitu maarufu, mathalan alaklu walshurbu wa ljimaa, ni mtu kujizuia kula na kunywa. Na hii ndio wanachoona, natambia ahwanu lsaumi ala linsani somu nyepesi kwa mwanadamu ni kujizuia kula na kunywa. Hii ndio nyepesi nyepesi nyepesi. Na ukitaka kuamini kuwa ni somu nyepesi, hata watoto wadogo wanaweza. Mtoto wa miaka nane tisa anaweza kujizuia kula na kunywa mpaka jua likazama, kuanzia asubuhi, na kuna wengine waweza kufunga mwezi mzima. Alidhalika wanachuoni wakatwambia hadha, hadha sawm min ahwal siamu, katika saumu nyepesi kabisa ambazo hazisumbui ni mtu kujizuia kula na kunywa naam. Lakini somo ambao sasa yatakikana na iliyokusudiwa ni mtu kujizuia viungo vyake vyote na mambo yasiyofaa viungo vyote, na hii ndio saumu ngumu. Mtu ajizuie kula na kunywa, azuie miguu yake isimpeleke katika haramu, azuie mikono isiguse haramu, wala isifanye haramu, kupiga watu, kuashiria ishara mbaya, kudhulumu, azuie tumbo lake, wakati wa kufuturwa asifuturwa haramu azuie masikio yake yasisikilize haramu, azuie macho yake yasitizame haramu, pua isinuse haramu. Hii ndo somu ngumu, kwa sababu wengi wanafunga wengi tunafunga, lakini ile somu inakuwa imeishia kwenye mambo mawili tu, mtu ameacha kula na kunywa basi. Lakini vitu vingine wala, utakuta mtu amefunga lakini kidogo anagusagusa mziki kwa mbali tu, amefunga kizalo mambo asiofaa ndani ya mchana wa Ramadhani, na hii mara nyingi yatokea kwa watu wengi ambao wameelewa saumu vibaya, yaani alielewa ni kuacha kula na kunywa basi. Kwa hiyo anaona na, kule kuacha kunywa na kula ndio funga yake, lakini vitu vingine hivi anaweza akafanya fanya kwa, kwa lengo la kupoza poza saumu, poza saumu kidogo, anaweka afoni masikioni wasikiliza nyimbo nyimbo kidogo kaswida kaswida, poze poze kidogo uchovu, anatizama mambo yasiyofaa. Anakwenda mtu amefunga, lakini anakwenda katika sehemu zisizofaa, anakwenda anahudhuria maeneo yasiyopendeza, na hii haifai kwa Muislamu. Na katika mufattarat wanachuoni watuambia ziko aina mbili vitu vinavyofunguza au kufuturisha viko vya aina tatu, sembi tatu. Ya kwanza idkhalu shay'in ila ljismi wa ikhraju shay'in waljimaa. Ziko tatu hizi ambazo twamalizia nazo hii majilisi ya kwanza, ni kuingiza kitu katika mwili, na ya pili ni kutoa kitu kutoka mwilini, na ya tatu ni jimaa yakusanya sasa, watu wawili, sio mtu mmoja peke yake. Ima kuingiza kitu katika mwili kama inavyofahamika, mtu kula anaingiza kitu mwilini, kunywa iwaingiza kitu mwilini, na vile vile mathala mtu kutumia dawa, kutumia dawa akiwa ni mgonjwa, iwaingiza kitu mwilini, wahakadha na kutoa, kutoa kitu mathalan, mtu ambaye anafanya istimnaa mchana wa Ramadhani, anayefanya masgrishn wanaita, ana anatoa lakini anatoa vitu katika mwili, hii yaharibu funga yake. Na vile vile mtu anayejitapisha mchana wa Ramadhani, ameamua kujitapisha, sio kutapika kawaida. Huyu vile vile anatoa kitu katika mwili wake, hesabika amefungua. na <coughs> vile vile pia kwa wanachuoni wakataja mathalan mtu ambaye anatoa damu, anayetoa damu kwa ajili ya kumpatia mtu mwingine mchana wa Ramadhani, baadhi ya wanachuoni wakasema, kwa sababu mara nyingi damu mtu akitoa kwa ushauri wa madaktari huwa wanamshauri baada ya kutoa damu basi apumzike, kisha baadaye ale kitu kwa ajili ya, ya kuweka afya yake vizuri. Ikiwa ni lazima hivyo, itahesabika huyu mtu anafungua, lakini kama hakuna ulazima, anaweza akatoa damu na saumu yake ikaendelea, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zake za mwisho mwisho kabisa, ihtajama wa huwa alifanya hijama akiwa amefunga, japokuwa kuna hadithi inasema aftara alhajim walmahjub, amefuturwa ambaye amefanya hijama na amefanyia mtu hijama na aliyofanyiwa hijama. Hadithi hizi ziko mbili, moja ni mutakaddim na nyingine ni mutaakhir, moja imetangulia na nyingine imekuja baadaye. Kuja baadaye ni hii ambayo yaonesha mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam alifanya hijama na akiwa kwenye funga na hakufungua. Kwa hiyo kaonesha kwamba hijama mtu anaweza akafanya na saumu yake ikawa ni sahihi. Na mwisho kabisa, masala ya jimaa, mtu ambaye anafanya jimaa mchana wa Ramadhani makusudi, anayefanya jimaa mchana wa Ramadhani makusudi, si kwa kusahau wala kulazimishwa, makusudi, mtu huyo anahesabika amefungua amefungua uh, falidhalika hizi ndo aina za mambo yanayofuturisha mchana wa ramadhani kuna vitu vinavyoingia katika mwili na kuna vitu vinavyotoka na vile vile kuna jimaa biidhni llahi subhanahu wa taala katika majlisi inayokuja tutazungumzia nia tutazungumzia nia kwa sababu tumetaja nguzo za somo ziko mbili: kuna kujizuia na nia. Kujizuia na vitu vinavyofunguza, alafu kisha kuna nia. Nia inaingia katika ibada, inatakiwa kuwekwa wakati gani? Na je, ni lazima kila siku mtu aweke nia au nia moja yatosha? Hii masuala inshaallah itakuwa katika majlisi ijayo. Naktafi bihadha wa billahi taufiq. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.